Una lugha mwanamke hataki kuisikia kutoka kwenye kichwa chako, anaomba heri. Unasema nilikupa nilikufanyia past. Mwanamke hataki hiyo, anataka nita, nina. Ndio maana unaweza ukampa elfu hamsini leo, ina expire ndani ya dakika tano zijazo. Haimo kwenye hesabu. Unaamka asubuhi, anakuomba za krediti. Sisi wengine tuna sura ngumu, lakini tumeoa pisi kali. Naelewa neno pisi kali, wana wanawake warembo wazuri, tumewabeba. Sura ngumu, kwa nini walitukubali? matirio tuliyokuwa nayo. Ujawahi kuona mwanaume anakaa kama nalia, lakini angalia mke wake, mke wake ni pisi, ni yani mwanamke mulembo, akunasema alimkubalija? Huyu jamaa amekaa kama bondia, lakini kupenda sura ya mtu hawajawahi. Wewe endelea kuchora oh, kushinda saruni kama huna hera. Vijana ambao hamjaoa mko hapa, tafuta hera, wanawake wote wanaoleka tu. Kuna kijana mmoja aliniambia eti ho, Mchungaji, niombee. Nini? mke wangu amefanyaje? Haniheshimu. Heshimu, unafanya kazi gani? Ah, kwa sasa nipo tu nyumbani. Nikamwambia kijana, hakuna mtu anaheshimu maiti mutu anayeheshimu dead body akayupo dead body inapewa heshima wakati wa kwenda kuzikwa. Nikaambia wewe ni dead body nayotembea, mke wako hawezi kukuheshimu. Nikaambia wanawake ni watu, wanapenda matirio, katafute hera. Ukitaka kuroga mke wako awe naitika ovyo ovyo, mroge na kumroga, amka asubuhi piga na elfu moja. Pa nini? Safari umeshindaje, yee, shika hiyo Umaroro, yee, shika hiyo yani, yee, shika hiyo yani, na elfu matumizi mbalimbali ukitoka naitika ukikohoa <laughs>